Kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram tuna aina mbili za wateja uh, tuna wateja ambao huwa tunawaita cold audience, lakini tuna wateja ambao tunawaita warm audience hawa, huh? cold audience ni wale wateja ambao hawajawahi kukutana na tangazo lako popote, hawajui biashara yako na hawajui chochote kuhusiana na product ambayo unaiuza. Hawa ndio wanaitwa cold audience lakini hawa pili, warm audience ni hawa ambao tayari walishakutana na matangazo yako mara mbili tatu, eh, ni followers wako pengine au ni wale watu ambao ulishowahi kufanya nao business tayari. Wanakuelewa, wanakujua na wanakufahamu vizuri kabisa kuhusiana na biashara yako. Inawezekana wanakujua hata kidogo, lakini still wanaweza wakawa ni hawa warm audience. Sasa kinachotokea ni kwamba kwenye ufanyaji wa matangazo ya watu wengi wanashindwa kutofautisha aina hizi hapa za wateja, kwa hiyo wanajikuta kila kitu wanachokifanya wapo kwenye hii aina ya kwanza ya cold audience, na kiuhalisia ni kwamba huyu cold audience sio rahisi kuweza kumshawisha akachukua product yako, yaani siyo rahisi kuweza kumuuzia bidhaa ambayo unaiuza, inawezekana ni bidhaa au ni huduma. Sio rahisi kwa sababu uh, they know nothing about your business, hamna kitu wanaelewa kuhusiana na kitu unachokiuza. Na ndio maana namna ya matangazo ambayo inabidi yaende kwa huyu wa kwanza cold audience na matangazo ambayo inabidi yaende kwa huyu warm audience ni aina mbili za matangazo ambazo unatakiwa kuzifanya. Sasa shida ni kwamba watu hawajui kufanya matangazo. Ndio maana hata leo hii nikikuuliza wewe uh, uh, unajuaje mtu unayemtarget ni warm audience ama ni cold audience, yaani utajuaje eh? Ni swali zito sana ambalo mentors wengi au watu kufundisha namna ambavyo unaweza ukawatambua hawa watu ili uangalie hata namna nzuri ya kuweza kuframe, eh, matangazo yako ili iweze kuwafikia wateja ambao wanaweza wakachukua product yako kwa mfano kwa, uh, kwa upande wa business yangu mimi ambayo na ilan, eh, kusaidia watu kufanya matangazo katika mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, uh, wale wote ambao wanakuwa ni cold audience. Siwezi nikamuuzia kwa sababu ni ngumu sana sasa hivi, mtu tukutane naye for the first time alafu akachukua products yangu, akachukua services zangu, ni kitu ambacho ni kigumu. So kuna aina ya content ambazo huwa anazitengeneza, kwa mfano content za awareness kama hiyo kumwambia na application za kufanyia matangazo kama ads manager eh, lazima nifanye hizo content creation pia kwa ajili ya kuendelea kutengeneza awareness kwa huyu mtu ambaye baadaye nitakuja nitalani matangazo sasa ya kuuza product zangu eh, matangazo ya kukusanya hizi leads eh, na vitu vingine vingine, kwa sababu najua kabisa huyu tangazo nalompelekea Uh, najua ni yule ambaye anajua kitu ninachokifanya na huyu kitu ambacho anampelekea najua kabisa kwamba hajawahi kusikia kitu ambacho nakizungumzia. Na utajuaje? Kuna namna ya kuweza kujua hawa wateja kwamba huyu ni cold audience, ama huyu ni warm audience. Ili uweze kutengeneza matangazo ambayo yanaendana na mtu ambaye unamtaka. So kama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na warm audience pamoja na cold audience, nimekuandalia ebook maalum ambayo nitakupa bure kwa wewe ambaye utaamua kushare hii video kwa watu wako wawili, lakini pia ku comment hapo chini. Uh, nataka nami, nitakupa ibuku yako bure kabisa, uweze kwenda kuangalia jinsi ya kuwatofautisha hawa cold na warm audience, lakini pia namna nzuri ya kuweza ku fanya matangazo yanayoendana na huyu cold audience ama warm audience.